Nani asiyemjua Waridi shuleni Chanukeni? Msichana mrembo mwenye ulimbo, ulimbo usio wa sura tu, bali vipaji, akili na hata maadili. Hakuna aliyempiku popote pale, na kila alipopanda daraja ndivyo alivyozidi kuchanua. Waliosubiri anyauke walikula huu, waliotamani awe kimungunye nao walibaki macho kodo. Naam, basi, kama ilivyo desturi, chandachema huvikwa pete. Waridi alikuwa chanda chema na alistahili pete, lakini pete aliyoichagua ilikuwa pete yenye utata. Alitaka pete yenye kioo cha ajabu, pete ya kidijitali. Ikawa kizungumkuti kwa wazazi, watuzaji wakasita, ila Waridi alitishia kunyauka endapo angeikosa zawadi hiyo. Basi kama walivyosema wahenga, mtoto akililia wembe, mpe Furaha ya Waridi alipopata pete hiyo haikumithilika. Kwa upande mwingine waliokuwa wakirusha ndoano za kumnasa Waridi walikuwa karibu kukata tamaa. Lakini Waridi kupata pete hiyo uliafufua matumaini yao upya. Hasa pale alipojisajili katika ukurasa ule sifika wa uso kitabu almaarufu kama Facebook. Wale wanafunzi wafyanzaji kama funza wakakaa kitako, wakaekeana ahadi: atakayempata Waridi ana bonge moja la zawadi. Kwachua binti yule ushinde, ndiyo. Kuna shilingi elfu kumi pesa taslimu za kushindaniwa, ndiyo. Ni rahisi kushinda, ni rahisi kama one two three. Unachohitajika ni kumkwachua Waridi, kwachu kwachu, yani kumchambua kama karanga. Chambua kama karanga. Aha, basi usilolijua ni kama usiku wa kiza. Katika usiku huu wa kiza, tunammulika Rashidi. Rashidi naye alisifika tu kama Waridi, ila yeye alikuwa chui aliyejivika ngozi ya kondoo. Alikuwa na uzuri usiomithilika. Naam, uzuri wa mkakasi lakini ndani kipande cha mti. Yeye ndiye aliyepigiwa kipato cha kushinda shindano hilo, hasa baada ya kuunda urafiki na Waridi kwenye uso wa kitabu, yaani mtandao wa Facebook. Rashidi akaamua kumnogesha Waridi na kuanza kuligota gogo: nikilala sipati usingizi, nikifikiria ana toko na machozi, basi Waridi, usinifanyie mapozi nikaja kufa sababu ya mapenzi. Ala, eti mapenzi? Mapenzi kwa mwanafunzi? Rashidi hakukomea hapo, mazungumzo yakazidi kutiririka lengo ni kumnasa Waridi na mwishowe kupata zawadi ile nono. nakupenda Waridi, nakupenda bila sababu. Eti, bila sababu. Ndiyo, nakupenda bila sababu, ndio sababu nakupenda. Tosha Rashidi, tosha. Moyo wangu ushalainika, sijali tena, nakupenda pia. A ah, jamani, kumbe mapenzi ni hivi, yaani hivi hivi tu. Tu. Aha, basi gogo likaanza kusikika mlio wake naam gogo la Waridi lililojaa asali ila Waridi hakukubali kamwe kumruhusu Rashidi kulitoboa gogo hilo na kuchovya asali hiyo. Hapo tasubiri hadi nimalize masomo yangu ya upili ya chuo, nipatie kazi, ulete posa unio, ndio mengineo yafuate ila hayo mengineo ndiyo aliyoyataka Rashidi, kwa mujibu wa shindano. Basi usiku wa siku, Rashidi akaomba picha, sio picha tu za kawaida, picha za kiroho za Waridi. Alitaka kumjua mpenziwe kiroho kabla ya kukutana naye kimwili. Waridi alisita, lakini penzi lake kwa Rashidi likamzidi nguvu. Waridi akashuka kutoka kitandani, ile shuka aliyokuwa amejifunika Akaitupa chini. Waridi akabaki kama vile alivyozaliwa. Akaichukua pete yake na kuivaa kiganjani na kuchukua picha hizo ambazo Rashidi alikuwa ameziomba. Basi Waridi akanasa na chambo cha Rashidi. Naye Rashidi hakuchelewa kuyachomoa makucha yake kwa Waridi. Rashidi alikuwa amempa wiki moja tu kutimiza matakwa yake. Bila hivyo, picha zote zile azisambaze na kuzizagaza mitandaoni, amuumbue Waridi zaidi ya kumchomea, anyaushe kabisa ndoto na staha ya Waridi. Maskini Waridi atafanyaje? Ghafla wazo lilimjia Waridi. Alijilaani kwa nini hakufikiria hilo tangu mwanzoni. Hangefadhaika namna ile. Akampa ujumbe mfupi Rashidi. Hai Rashidi, nimewoza na kuwazua nimeshindwa jinasua, naja unishambue, ili usinyumbue, nisubiri kiotani kidegemeni, tuwe furaha. Ya Rashidi haikumitilika Waridi, basi. Akafika kwa Rashidi, akamkaribisha na kulivua buibui na kulitundika mlangoni, akasalia na ile nguo ya kamata huku na huku. Rashidi nyute zilimdondoka, Rashidi ulafi ukamjaa lakini si wa chakula. Waridi aliaziba macho yake akadai wacheze kibe kama vile utotoni, wakati Rashidi akizivua nguo zake, halafu naye amshike Waridi, avue nguo zake. Ghafla mlango ukagongwa teke na kusalimu amri, wakaingia askari wawili waliojihami vilivyo. Mmoja akambeba Rashidi juu kwa juu na mwingine akaikamata pete ya Rashidi mara moja na kumkabidhi Waridi. Waridi akaipangusa na kufuta picha zake zote na kubakisha tu jumbe za vitisho za Rashidi kama ushahidi. Rashidi akasukumiziwa na wawekezaji wenzake korokoroni. Wote wakanyauka. Waridi naye akaelekea nyumbani akiwa amepoa kabisa. Alipoa zaidi ya kupoa. Waridi kaendelea kuchanua. Hiyo ndio hadithi fupi ya Waridi. Msimulizi wako ni mimi Dabaso Sultan.